Asante na karibu kwenye Kabrasha. Uh, ni muda mwingine ambao tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mimi na wewe. Lakini asante kwa kukuendelea kutufuatilia kupitia uh, Kabrasha kwenye mitandao yetu, ni Chomoza News, YouTube ni chom uh, ni, uh, Digital. Chomoza Digital. Uh, tuna akaunti mbili kwa maana ya YouTube kuna sorry. Chomoza TV lakini pia kuna Chomoza Digital. Instagram ni Chomoza News, TikTok ni Chomoza TV. Tuko hapa uh, mimi na Samsa Sal, lakini tunaye mgeni anaitwa Miss Wanda. Karibu sana Wanda. Asante. Nashukuru. Uh, tabasamu lako ninalolionaga TikTok kumbe na huku ndo vile, vile. <laughs> Halibadiliki. <laughs> Nashukuru sana. <laughs> Ofwe hapa Samu alikuuliza kitu, lakini natamani hata kwa watu ambao wako nyumbani na wale wanaokutazama Hmm. Tukianzia hapo Wanda, hilo jina alikupa nani na lilitokana na nini? Tukianzia hapo. <laughs> Okay, kwanza kabisa napenda kushukuru kwa mwaliko kuja hapa kwenye kabrasha na, yes, kwenye kabrasha. Hmm. na kufanya interview hii yeah. Uh, nimefurahi kwamba ninatambulika kwa yeah. kile ambacho huwa inakifanya kila siku yeah. mitandaoni. So mimi naitwa Miss Wanda Gordon and jina uh, Wanda litokana na kwamba wakati mama yangu ananizaa alipata complications za uzazi ambapo sasa ikaishia kuwa kwamba ni near death experience. Ilifika mahala sasa ibidi aamue kati ya mama au mtoto. And, um, Mungu ni mwema, nikafanikiwa kutoka, lakini yeye akaishia kupata complication, moyo wake ukatanuka, na akaishi na huo ugonjwa kwa miaka mingi sana. mm, mm. Yeah, lakini namshukuru Mungu. So the essence behind the name Wanda ni wonderful kwamba ni maajabu mm. Ametoka salama kume jina <laughs> wow. Lilitokea hapo yes. Ulianza lini kutengeneza hizi content kwenye social media uh? Naona una wafuasi wengi TikTok na inawezekana uelewe, lakini mimi mdogo wangu uh, Glory, ni niliwahi kukwambia mikwambia mm -hmm. Ni fan wako anakufuatilia kinoma noma yani <laughs> hii ngoma ulianzia wapi? Ni kitu umesomea by professional na kama hujasomea ni nini? Ni taaluma gani unayo katika hilo ukiachana um, mambo ya hisa unaofundisha? Well, by taaluma mimi ni petroleum chemist, lakini kuja kwenye kulitokana na kwamba kwanza, I have a passion for um, investment. Nina passion tu ya kufahamu mambo ya uwekezaji moja. I have skills in public speaking, na hizo nilizigundua muda mrefu sana, tangu shule huko. Primary unakuwa monitors, na kuwa head prefect, ukienda huku unakuwa siara. So wherever I went to study, I became the leader. Why? Because I had public speaking skills lakini kwenye swala zima la content creation nilianza baada ya kufukuzwa kazi, wapi? <laughs> Um, nilikuwa nafanya kazi kwenye taasisi fulani, na um, tulikuwa wawili tu, mimi nilikuwa manager na kuna mwingine alikuwa msaidizi ambaye pia alikuwa nafanya cleaning. So unajua kwenye taasisi mkiwa wawili tu, mnakuwa mpo very close kwao vitu vingine namwelezea, namwelekeza ambavyo mi nafanya literally dino, kwamba I was making myself disposable. Yani nikaa naifanya nafasi yangu sasa, so isionekane na umuhimu kwao. Mwisho wa siku nikaja kutumiwa email kwamba your position has been dissolved, kwamba nafasi yako tena haipo, na ile nafasi yangu akaa amechukua yule, kwa sababu sasa so akaa ni, ni full package, ni mtu ambaye anaweza akafanya managerial activities, lakini pia anaweza akafanya usafi na maintenance. Yes. Kwa hiyo yeye ndo akawa asset, mi nikawa Disposed. Yes. And hiyo ilikuwa ni July 2023. July 2023. So from there, of course, kama mtu yoyote ambaye kwenye ajira, nikaanza kutafuta ajira I was I was uh, kwa namna ya kwamba nilikuwa ninategemea pia hiyo ajira ku run maisha, so yes I was disappointed, na ndio maana nikaendelea kutafuta kazi sehemu nyingine, nikapata moja. It was so potential. Na ilikuwa ni kampuni ta vulu ya UK wakaja mpaka Tanzania. They were so impressed with the interview tulifanya online. Wakaja kabisa kuniona tukafanya office viewing, everything everything, but then last minute, ku sign contract wakaniambia hatuwezi kuku on board kwa nini? Tumebadilisha mawazo. So niliumia, lakini nakumbuka nilijiambia kwamba this rejection is a redirection. Kuna mahala Mungu anataka niende, ambako siko huko, ambako mimi nilikuwa natamani kwenda. So nikakaa nyumbani najitafuta nifanye nini. And then nikaanza kutengeneza content TikTok, kwa trends zile trend yani, kama wanavyofanya watu lip syncing na nini, then nikaona watu hawanielewi, nikaanza kutengeneza content za kuongea Because as I said, I have public speaking skills. Ambazo babangu alininoa muda mrefu sana. Mimi at the age of five, babangu alikuwa ananiletea vitabu vya how to be the best public speaker. Pia I had skills in speech writing. Kwa hiyo akanailetea vitabu how to be the best orator, alikuwa ananitabiria, ananiambia utakuja kuandika speech za marais wewe. Kwa alikuwa ananigroom muda mrefu sana. Kwa hiyo nikasema, I think I have this thing in me, ambacho I can put it out to the world. Kwa hiyo nikaanza kuweza konde za Kiingereza Ingereza zikazina move kidogo. Then I was like, no. Goja niongee na Watanzania wenzangu. So I changed the language kaza kuongea kwa Kiswahili. And I remember the very first content nilitengeneza ya TikTok, ilikuwa ni personal experience. So nikaona kwamba okay, mimi am at a point where nimeshafanya makosa fulani kwenye maisha yangu. I may be youngest, lakini I have made mistakes ambazo nikishare na watu wengine inaweza ikawasaidia. So, nika share personal experience kwamba mimi ningepata nafasi ya kurudi miaka mitano nyuma ningebadilisha hiki ningebadilisha huyu ningebadilisha mtazamo huu ningeweka pesa huko hivo. That video blew up, it went viral, and then I had people coming like, dada umenifungua macho dada umenisaidia, nilikuwa naenda kufanya haya makosa, nashukuru nimekutana na peji yako. And I was like ah, so people like so this and then I kept on sharing I started based on personal experience. Mhm. Mm. And then akatokea mtakano huo, ada unafahamu kuhusu uwekezaji. Like yes, mimi nafahamu kuhusu uwekezaji. Nimewekeza UTT, nimewekeza UTT miaka kumi, nimedunduliza hela, nimetunza faida, nimenunua gari. Eh, hey. So be like, tell us more about UTT. Ko nikaanza kuongelea UTT, UTT. Sasa nikaja kupata backlash. Nikatafutwa na watu wenye taasisi yao kwamba wewe unaongea kwa kibali gani? Unaongea kama nani? Because you're supposed to be certified kuweza kuongelea hivi vitu, so I'm like, okay. Nataka kuwa certified. Nataka kuwa certified wapi? Inabidi upate cheti cha BOT, so nikafuatilia kupata cheti cha BOT, nikawa certified financial educator, so ili kwamba mtu akija kuniuliza, unaongea kama nani? Ninaongea kama certified financial educator, so ndo nilianzia hapo, so vingine vyote mimi I'm learning through the process ndo maana mimi huwa ninawaambia watu kwamba tujifunze pamoja, like whatever I'm learning najifunza na watu. Mimi ni mtu ambaye siwezi kuget keep, nikifahamu kitu ambacho kinaweza kakunufaisha wewe kifedha, kimaisha, kwa nini nisikwambie? Kwa hiyo ni nisi, kimsingi wewe sio mchoyo. Hapana, hapana, mm. When it comes to knowledge mm. and experience ambayo inaweza kukusaidia kukutoa sehemu moja, why not? Okay. Yeah. Sam wakati anaelezea hapa amenirudisha nyuma kidogo. Inaonekana ulikuwa very close na baba. Inaonekana, Yes. Baba ametengeneza msingi mzuri sana kwenye maisha yako sana. Turudi nyuma. Mm. Baba alikuwa ni mtu gani? Na baba alikusaidiaje, ku kwa sababu nakumbuka wewe kuniambia miji mi na baba alianza kunisaidia kufungua akaunti mapema sana, yes. kunielekeza mambo ya uwekezaji mapema sana, yeah. Ilikuwaje, kuwaje, na ukaribu wako na baba ilikuwaje katika hilo? Oh, kwanza, ukaribu wangu na baba ulianza kwamba nilikuwa mtoto wa maajabu. <laughs> So, akawa ananipenda sana and I'm the last born in my family. mko wangapi kwenye familia yenu? Tulikuwa watatu, tumebaki wawili. Wow, pole. Yeah, asante. mm -hmm. So Baba mimi alikuwa ameshaona mimi na uwezo kwenye nini. So, I remember there was a time, hmm. Uh, aliniambia, "Sasa tunaenda kwenye kampeni, nitungie nyimbo za kampeni, hmm. na nitakupeleka studio." Akanipeleka. <laughs> Nikatunga kabisa nyimbo za kampeni, akanipeleka studio and he made sure hiyo nyimbo sijui kama mpaka leo ipo lakini niliwahi kuisikia kwenye redio. Akaniambia, "Unaona, you can be a singer." I was so happy. And then devo akanipaga vitabu. Akaaga ananipa akanunulia kamera kwao, nika fotografa wake. Yani, akaaga pia amenipa cheo cha kuwa Kondoliza Rais yuna you know, Kondoliza Rais, mm-hmm. alikuwa mshauri wa wanani wa, wa, nani. wa, wa rais yes. So akanambia, this family you are the Kondoliza Rais, kwa hiyo hakuweza kufanya maamuzi yoyote ya muhimu kwenye familia bila kukushirikisha, bila kunishirikisha and whatever I say kinafanyika. Baba alikuwa hapo CCM. Yes alikuwa ni politician Wow, okay okay, eh? Yes, ok katibu. Wow. Uh -huh. <laughs> Ongera. Nashukuru Mungu kwa hiyo. yeah, I grew like that, na alikuwa ni mtu ambaye ananiamini. Alikuwa ananiamini sana, ananiamini kwa kile ambacho ninaonyesha na uwezo nacho. mm. He was very supportive. Alikuwa na ndoto kubwa sana kwangu. Wow. Uh, mapenzi ya Mungu hayapingiki, ndio. yeah. Uh, alifariki baada ya mimi kumaliza form four lakini namshukuru Mungu kwamba alinifikisha mahali. Form 4 hapo ulikuwa unasoma wapi? St Francis. St Francis Girls. Mbea. Yes. Yes. Alikuwa soma sana. Kuna kuna party ya mzazi katika kunacha mtoto. Yes. Tunadhani sisi, nadhani Wanda kuna changamoto kwa uh, sasa uh, wazazi we parents we don't pay attention kwa mtoto we kugundua maajabu alipo nayo mm -hmm. Kwa hiyo tuna anakwenda shule, unadhani yeye maisha yake ni homework na hivyo mm -hmm. Lakini ana interest ya vitu vingine ambavyo mara kadhaa amejaribu ku kushora. Yes, lakini mzazi na hey! <laughs> <laughs> what, nini mchango unadhani wa mzazi kwa? Yaani mchango wa mzazi kwa mtoto ni mkubwa sana, kwa sababu mimi I remember baba yangu aliwahi kunitengenezea utamaduni wa kwamba kila siku tukiamka asubuhi, kwanza ananiamsha saa 12 atanifundisha kitu kipya kabla yaenda kazini, "Wanda njoo." every day akiwa yupo nyumbani nyumbani kama haja safiri kama, kama haja, kila siku mkoani kikazi, kila siku ananiamsha saa 12. Sasa leo na kufundisha wiring ya deki ehe, unaona, uwaya ananifundisha, hii nyekundu nafanya hivi, hii kijani Alikuwa ananifundisha kitu kipya baba wangu, and naamini hiyo alinisaidia kujua vitu vingi, lakini pia ilitengeneza ukaribu. Mimi na yeye tulikuwa tunafanya karaoke. Imagine kweli! Ah, <laughs> sure. Yes, tunafanya kabisa karaoke, inakuwa yes. Ni no outside. Baba wangu alikuwa anapenda music music. uh -huh. my dad loved music and by then pia alikuaga anakodisha vyombo vya muziki, so <clears throat> kuna siku tu tunakaa nyumbani tunafunga music set yetu, watu wanajua ni sherehe, kumbe ni mimi na yeye tunaimba. ah. <laughs> so tunaimba aknanifundisha guitar at some point nilikuwa nakumbuka sasa hivi keyboard keyboard, actually I had my own keyboard. My my own dad dad told me a lot. My dad invested invested his his time. He aumbua ani, nimesahau alinifundisha alinifundisha, anamwangalia saa, alafu una reflect mzee mzee Sasari, <laughs> <kuna, kuna> <laughs> <laughs> mzee Sasari, Mzee Sasari alikufundisha nini mwanangu? vitu <laughs> <laughs> <laughs> vingi ndio, lakini moja alinifundisha mzee

fundi ukubwa unapungua kwa sababu naa kimeshoa kuna pati kubwa sana ya mzazi kufanya mm, kwa watoto especially kwenye skills ambazo zinawasaidia baadaye. <laughs> <Angelea. laughs> Tuendelee, Wanda. Mm -hmm. Ule ukaribu na baba ulikuwa ni mkubwa sana. Mm -hmm. Uh, pole sana baadaye. Uliwahi kuniambia kwamba uh, aliyetangulia ku kulala ni mama au ni baba, baba. Oh. Yeah. Maisha alikuwaje hapo Wanda? No, soma yeah, ilikuwa Form 4. Yeah, ilikuwa Form 4. So first of all let me acknowledge this kwamba, yeah. Pia baba yangu alikuwa nanipenda sana kwa sababu mimi nilikuwa smart darasani. Aha, yes. Mimi kwanza, okay, wa kwanza wa kwanza wa kwanza mpaka nilivyomaliza darasa la saba nikapewa cheti uh, cha best student mm. Na baba yangu alikuwa ananipongeza kwa kila hatua ya mafanikio mm. Okay. Nikiwa wa kwanza, ataniambia chagua wa zawadi. I remember time nilikuwa wa kwanza mcanao mm -hmm. darasa nne mm -hmm. akaniulia baiskeli mm -hmm. Kwa hiyo sasa, hii inabidi uende nao shule Alafu ile hela ambayo ningekulipia school, basi weka kwenye akaunti yako okay. baadaye nikawa mshanifungulia account okay. kutoka kwenye kutoka kwenye ile mm, um, challenge ya kibubu nilokuelezea, yes, kwamba yes. alitupa challenge ya kwamba na openi vibubu vile vibubu ambavyo vinasema kuingia aina ya kutoa, alafu atakayetunza kwanzia shilingi elfu kumi mm, na kuendelea ninamfungulia account okay. kwa hiyo mimi nilikana shilingi elfu kumi na sita okay. that was 2000 and uh, 2006. Okay, okay. So since then mimi nikafunguliwa account na nikaa ninatunza hela kwenye account yangu kabisa. Yes. We mwenyewe. Yes. Nikitoka shule. Sasa alivyokupa kibubu hela alikuwa unapata wapi? Yeye mwenyewe za shule. Kwa aliku, alikuwekea uh, uh, principle uh, kwamba ni kila siku alikuwa, kila wiki yani? Ikifika mwezi mmoja inabidi wewe kwanzia na shilingi elfu kumi na kuendelea. So wewe utajua kama utataka kila siku ama utaweka kila mwezi, ni wewe. Lakini amongst wengine wote, wengine hata vibubu hawakuwa navyo mm. <laughs> wengine vibubu vilitoka na shilingi mia mm. mm. cha kwa ukitoka na shilingi elfu kumi na, na sita mm. so from then ndo nikawa nimefunguliwa account mm. Mm. so hata alivyokuja sasa kununua baskeli, akaniambia sa sasa, hii hela ya uh, school bus nitakuwekea kwenye mm. Mm account mm, yako. Mm, mm. Yeah. Mm. And yeah, ni mtu ambaye alikuwa ana appreciate mafanikio. Okay. I remember there was a time alinunuliaga seti ya dhahabu. Okay. Seti. Yes. <sighs> na eh. My dad was a trying man. Sio kwamba alikuwa ni mtu tajiri sana, lakini alikuwa mm. ni mtu ambaye ana upendo sana kwa ndugu zake, okay. Lakini hasa kwa mtu ambaye anamsikiliza na anafata vile ambavyo anamwelekeza which was me. Okay. Kwa hiyo my dad was spoiling me lakini for all the right reasons. Kwamba nilikuwa ni mtoto mtiifu, nilikuwa nina adabu, nilikuwa nina akili pia okay. Darasani, yeah. maisha baada ya baba kulala alikuwaje na mama? ah, uh, na kipindi hicho mlikuwa mnaishi wapi? So mimi I came from Dodoma. okay. mm -hmm. and um, baada ya baba kufariki of course mambo yalibadilika, ni vile tu kwamba namshukuru Mungu kwamba alifariki nilikuwa nimeshamaliza form four. yeah. kwa utalikuwa unajitambua kidogo so baada ya hapo nikachaguliwa uh, shule kila kala high school ya yeah? Yes, of which mpango wa baba ulikuwa nitafutia scholarship niende nikasome Ulaya, lakini ndio hivyo tena alilala na ndoto zake. Mm. So nikaenda high school. Uh, mama alikuwa ni mjasiria mali mm, ambaye alikuwa sasa ndio imebidi aanze kusukuma gurudumu mm. So she wasn't uh, very financially stable I can say. Kwa mimi shule <laughs> nimesoma kimazabe, nimesoma kimazabe. Namshukuru Mungu niipata kibali, ndio. and uh, nikawa head prefect kila kala ndio. Um, I remember there was a time, ilikuwa nikitaka kwenda shule tunavizia basi ambalo lina bei ndogo <laughs> <inaudible> Yaani basi ambalo mm, it's affordable kulingana na bajeti zake okay. Kuna gari okay, moja sasa kuitaja jina sijakaharibia lakini hilo gari mm, ilikuwa linatoka Dodoma saa nne linafika Morogoro saa kumi. Kwa hiyo mm, <laughs> ilikuwa ina act kama kidaradara <tie> lakini it was cheap. Ndiyo. Kwa nambia nakubadilisha hili, lakini hiyo hela ambayo ningekupa ya nauli nyingine

So nilikuwa na live kwa minza mama yangu ambaye naye pia alikuwa anajitahidi kuhakikisha. So kwa sasa, As early as they can hear you speak and they can understand. Mapema iwezekanavyo. Kwa sababu mimi niko hapa with confidence kwamba ninafahamu money management, ninafahamu uwekezaji na nina confidence ya kufundisha watu ni kwa sababu nilianza mapema sana mm, yeah. So, mapema iwezekanavyo is the best time to kumgroom mtoto wako kwenye maswala mazima ya fedha, ijenge iwe tabia anakuwa nayo, anafahamu kwa sababu Biblia inasema usipokuwa usipokua mwaminifu wa kidogo uwezi kukubwa. So hata kwa hizo elfu moja moja elfu mbili mbili kimjengea nidhamu nzuri hata akija kuwa tajiri pengine baadaye atakuwa na uwezo wa kufanya money management nzuri na kukuza kipato chake kulingana na pesa alizonazo. Kuna kuna possibility ya mzazi mlezi aliye feli finance management akamtengeneza mtoto ambaye ni mzuri kwenye hilo? Kwa sababu, mfano, kuna vitu ambavyo you regret sasa hivi unatamani isimtokee na mtoto wako imtokee, lakini unagundua wewe unatakiwa umtengenezee yeye mapema hiyo direction la lakini, wewe kwa ulipofika, una band you have a lot. Sasa tunaamini kwa maana kwamba kwamba, ukiona hela nyingi, tatokea changamoto nameza nyingi kwanzia kwa mm, sababu kuna mtu ana kama pungufu ya kwako na stili ya maisha na hela haijai kutosha, na hela haijai kutosha. Mm, unadhani kuna afanyaje huyu mzazi, kwa sababu anasema yeye atamani uh, changamoto zake za kifedha zimwamini kwenye mtoto wake. So first of all, hakuna kuchelewa kwenye kubadilisha maisha yako ya kifedha. So there's no such thing as a failed person when it comes to money. So long as pesa inaingia kila siku na una mianya ya fedha kila siku na una uwezo wa kuj